Tumsifu Yesu ah, Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nashindwa kuongea nakosa nguvu. Lakini ah, niseme Pilipili ah, Pili ametukutanisha leo hapa, hapa. Jamani ah, asalamu aleikum. Bwana Yesu asifiwe Uh, kwenye kundi letu kuna mtumishi lakini na mimi ni shehe. Sasa anaposema anapasua kichwa mimi simwele na tupasuaje. Uh, kwa kifupi kila mtu amepitia maisha ambayo MC Pilipili amepitia. Kila mtu inaonekana alimsaidia MC Pilipili mpaka alipofika, uh, kwa aliyoyafanya. Lakini, nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kumpigia simu MC Pilipili alikuwa anaojiwa kwenye kipindi cha Dina Marios. Alikuwa anasema mimi nimetokea Dodoma nimepata posti wa wa wa ya walimu, nikaambia acha walimu, mishahara inachelewa, njoo kwenye comedy, shughuli zipo kila siku, akaja kwenye comedy. Angekuwa hai angesema, sisi binafsi kama wanzilishi wa comedy ambao tumeikuta kwa kina Bambo, kwa kina Zembwela, tunapenda vijana wafanye comedy, wasaidie wazazi wao. Hatutaki mtu aje kwenye comedy awe na lombaya, na ndio maana umeona tunawapa platform wadogo zetu, wanafanya vitu na vinakwenda lingine Sitaki kulisemea jeshi la polisi lakini nimesikiliza ile ripoti mimi nilitegemea, wakati tunazika leo, na watumio wako jela. Silingiri na heshima, wanalinda usalama wetu na raia, lakini kama kuna mtu alimpigia simu akasema uko wapi tumlete MC Pilipili, anzeni na yule mbona kuna watu wanakamata siku moja tu tuangalie usalama wetu, si tuko pamoja? Lakini lingine kwa upande wa viongozi, kuna kipindi pia MC Pilipili alipitia changamoto, lakini inaonekana kuna watu walikaa mbali, hawajamsaidia. Baadhi ya wa viongozi, wasanii wakiwapigia simu, pokeeni simu zao, msiache kupokea. Tunawasaidia mpaka mnakaa kwenye hivyo viti, tunatumika. Tuna nyinyi tuna, rafiki zetu. Mfano mzuri, mheshimiwa Mavunde mwana FA kila shughuli anakuja, lakini kuna kiongozi akiona ya simu yako kama kaona msiba pokei pokei ni simu. Kuna wengine tunataka tuwape ushauri tu. Asanteni, asante.